wajibu vilevile kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani hii tuliyokuwa nayo, kwa sababu sote ni mashahidi. Tayari kuna maneno mengi ambayo yanaelekea kuvunja amani. Zamani tulikuwa tunasikia kwa wenzetu wa mbali, tunasikia Yemen kuna mapigano, Syria kuna mapigano, Kongo kuna mapigano, Somalia kuna mapigano, Sudani kuna... ni nchi ambazo ziko mbali na sisi, tukawa tunadhani kwamba kwetu hayawezi kuwepo haya, lakini juzi tumesikia yako Tanzania Bara, na athari zake sote tumeziona manake huku Zanzibar amani ipo, lakini yaliyotokea Tanzania Bara yametuathiri, athari zake mpaka huku zimefika. Kwa hivyo, tuna sababu ya kumwomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani tuliyokuwa nayo ndani ya nchi yetu Tanzania Bara na huku Zanzibar. Mlango wa kuomba ni mlango mpana sana, mwenye shida ya watoto mwenye shida ya familia, mwenye matatizo ya kazi, mwenye matatizo katika uongozi, kila mmoja. Bali tuna nafasi zaidi sisi, pia tuna nafasi ya kuiombea nchi yetu, sikosa kuiombea nchi yetu, tuna nafasi zaidi ya kuwaombea viongozi wetu. Na wasemaji alisema, laukana li da'watun salihatun la saraftuha ila al-imam. Lau ningekuwa na dua moja iliyokuwa njema inakubaliwa, ningelimwombea kiongozi. Dua yetu hii ni kuombea viongozi, dua yetu hii ni kuliombea taifa letu. Tuendelee kuomba, na Mwenyezi Mungu si mchoyo kama mwanadamu. Mwenyezi Mungu hana uchoyo. Mungu ukimwomba anakupa, lakini anakupa kwa wakati wake mwenyewe anaoona. Na tuombe sana zaidi kipindi hichi. Siku zote tuombe na wakati wote tuombe, lakini kipindi hichi tuombe zaidi kwa sababu ya haya yanayoendelea Tanzania, ambayo hayaleti taswira nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kuomba yeye peke yake, lakini alitufundisha kwamba tukusanyike, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kukusanyika, tunatofautiana katika kupokewa dua zetu. Wengine akiomba dua, pale pale dua inapokelewa, wengine inachukua muda kidogo, wengine wanaakhirishiwa mpaka siku ya malipo ndio wanapewa yale maombi yao.